Uliangalia mpira. Lile goli lililoingia pale kuna sababu gani za msingi mpaka mpaka alimalia na kata ile goli? Kuna sababu za msingi. Goli limerushwa akima kashika umemtoka ngoma ndani. Lile ni chuma lakini ndio ile ni bele. Ni bele. Hilo la kwanza nimekujibu kuhusiana na Yanga maana atuzungua tu. Tusitaki kuwapa promo sana hawa watu. Hawa ni watoto wadogo sana kwenye masuala ya kimataifa. Tunaelewa. Tuongele tu timu yetu Simba Sports Club. Kuhusu Simba Sports Club sisi tumeshamaliza kazi kwao. Hapa kinachofanyika sasa hivi ka kokbaa mbali bila tatuu unaelewa, hapa tumekuja kutazama burudani. Yaani sisi leo ni siku kuu, sisi mashabiki wa Simba, kila mwana Simba anayemuona kuangalia ishirini thelathini zinagongwa

faulo tunayempiga faulo pale katikati, eh bwana, yani Simba ah i say yeah. December inafika lini? December bado mwezi mmoja sasa, mimi nawataka watakawale wale utoporo wale, yani tunawataka sana yani, sisi tunawataka sana bana. Wewe nisikilize mimi, alipiga mtu kwa saba nisikilize mimi. nisikilize mimi. Mm. sisi kwa Tanzania hapa mm. kwa aina ya timu ambayo Simba Sports tuko nayo mm. kwa aina ya uongozi wa Simba Sports Club unajua mm. mm. viongozi bora wa soka hapa Afrika Mashariki na Kati hakuna mm. timu yenye viongozi wazuri kama Simba. Aa, kaka. Tusiongee kwa maneno Simba, viongozi tulio nao wameweza kuitoa Simba kule ilikotoka kule pale wenye enki kwenye pale, tuko na nafasi ya tano wa Afrika. Nitajie timu ambayo inashika namba kumi tu, sio tatu, sio sio sio. Yani ukitoa Simba, timu nyingine ya Tanzania ambayo iko kwenye top 10 na yenyewe imo ya Tanzania, nitajie. Achana nao watu, nakwambia hivi. Hakuna timu yenye uongozi bora hapa Tanzania kama Simba. Simba tuna viongozi wazuri, Simba tuna wachezaji wazuri hapo sio wachezaji. Wachezaji wadogo wadogo, wakina Abraham Morris wale. Sio unaonielewa vizuri? Watoto wadogo wadogo ambao tunaweza kuwatumia. Sio unanielewa? Tumetoa sabarara, tumeleta mliki. Mambo Oya, pia kwanza mimi ningeweza kusaidia mpira. Mimi nafikiri kwa haya maongezi tuliongea inatosha sana. Mimi nipende kwa, kwa kuomba Tanzania baada ya hii mechi tunakuwa na siku moja ya kesho tarehe 29 ili burudani ziendelee kuwepo kama kawaida. Tarehe 29 tunaamka kwa pamoja, tunakwenda kupiga kula. Baada kula, nimbani, la isa, la kuja, la ya kupiga kula tunakaa nyumbani, ndio rais anakuja na apishwa, tunakuja kuendelea mambo yetu, hii jezi pale nyumbani.